Naam, mtazamaji wa Trend TV nadhani utakuwa unafahamu kwamba siku ya jana tulileta update kuhusiana na eh, maombi ya Nomzi Wanda watu wakasubscribe katika channel yake ya YouTube kwa sababu anataka kuachia ngoma hivi karibuni. Lakini pia kuna hii habari ambayo ikasambaa ikiwa inamzungumzia Nuhu Mziwanda akiwa yuko na ombi kwenda kwa Diamond, anatamani kupata kolabo na Diamond Platinumz. Sasa basi, Baba Levo akiwa kama mtu wa karibu kabisa wa Nuhu Mziwanda amekuja naye pia kutia neno. Nuhu Mziwanda ametoa ujumbe wake kwenda kwa Baba Levo akiwa ameandika kwamba eh, please naomba, naomba tags kwake. Yaani anaomba watu wamtagi Diamond ili apate kolabo. Hapo akasema kwamba tutoke huku, nawaomba sana sana sana Mwenyezi, naomba, naomba sana sana mimi mwenyewe siwezi. Yani, Nuu Mziwanda ameomba watu waende wa wakamtage Diamond afanye naye kolabo eh, ili aweze kutoka sehemu ambayo yupo ye mwenyewe hawezi lakini pia kuishia hapo akamtagi mpaka akamtagi Babalevo Mzi, Mziwanda huyu akamtagi Baba Levo akaandika Baba Levo, natamani sana na ninaomba twende kwa biji, akiwa namaanisha Diamond, naamini kwamba atakachofanya itakuwa jambo kubwa sana kwa familia yangu, mimi niko radhi unipeleke. Nuhu Mziwanda ameandika hivyo. Sasa baba Babalevo akaja hapa akamjibu Nuhu Mziwanda, amesema kwamba bwana, hiyo njia sio sahihi. Umeona, hiyo njia sio sahihi Huwezi ku, kupata kolabo kwa njia hii. Diamond anatumia pesa nyingi sana eh, kulifanya jina lake likae pale alipo. Tumia heshima, mfuate ofisini, ongea naye Diamond kila siku anaenda ofisini, nenda ongea naye, mueleze mipango yako. Mewana, Baba Levo leo amejibu kiofisi kiheshima e, kim, kimikakati, yani, apana, ame point, ame kwamba Nuhu hiki kitu anachokifanya huku mitandaoni mtagi, mtagi na nini, watu wakamsumbua wakatagi sana jina la Diamond sio jambo la busara, na awezi akapata kupitia njia hiyo ambayo ame, ameona aitumie kufanya. Nuhu inatakiwa aende ofisini kwa Diamond apate nafasi ya kuzungumza naye amueleze mipango aliyokuwa nayo.